Kwanza, ninatoa shukrani kwa Mungu Elohim kwa kuturuhusu kuadhimisha siku ya Yerusalemu mpya. Kwa hiyo hebu tujifunze neno la Mungu kwa mahubiri yenye kichwa, Mama wa mbinguni na watoto wa mbinguni. Mungu anataka kuwafundisha wanadamu wote maongozi ya mbinguni. Ndiyo maana alianzisha mifumo duniani kama mfano na kivuli cha mambo yaliyo mbinguni. Hebu tufikirie kuhusu istilahi mama, baba na watoto. Je, hazitumiki kuwarejelea wanafamilia? ndiyo maana Mungu alikuja hapa duniani kwa jina la Yesu miaka elfu mbili iliyopita na kutufundisha ukweli kuhusu Mungu Baba. Pia alitufundisha kuhusu Mungu Mama na kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Mungu alitufundisha kwamba sisi sio tu wanadamu wanaolala na kula katika dunia hii bali malaika kutoka mbinguni. Watu hawaelewi ukweli kuhusu Mungu Mama na ukweli katika Biblia. Matokeo yake wanashindwa kuwaelewa Mungu Baba na Mungu Mama. Kupitia siku hii, tunapaswa kujiuliza, kama tusingekuwa na Mungu Mama, je, tungeweza kuwa watoto wa Mungu? Kila mtu, angalieni mifumo ya dunia hii. Kama kusingekuwa na akina mama wa kimwili, je, mngeweza kuwepo hapa leo? Je, mngeweza kuwa mwanafamilia katika familia zenu? Je, mngeweza kuita baba zenu baba? Je, mngeweza kuita kaka zenu kaka na dada zenu dada? Nini kilikuwa nyuma ya haya yote? Hili linawezekana kwa sababu ya mama zenu. Hili pia ni kweli kiroho. Hata katika ulimwengu wa kiroho, kama tusingekuwa na mama wa mbinguni, je, tungeweza kupokea uzima? Kama tusingekuwa na mama wa mbinguni, je, tungeweza, tungeweza kumwita Mungu baba? Je, tungeweza kuwaita kaka zetu kaka na dada zetu dada? Nani ni wa muhimu zaidi nyuma ya haya yote? Ni mama. Katika karne ya 21, wanasayansi wengi walifanya utafiti juu ya swali la uhai ni kwa njia gani uhai hupitishwa kwa watoto? Waligundua kwamba mitokondria ya mama hupitishwa kwa watoto wake. Jeni za mitokondria za baba hazipitishwi kwa watoto wake. Wataalamu wa bioteknolojia waligundua kwamba pale vipengele vya uhai vya jeni vya mitokondria ya mama vinapopitishwa kwa watoto wake, wanapewa uhai nao wanakuwa viumbe hai. Basi ni nani aliyezianzisha kanuni hizi zote zifanye kazi kwa njia hii? Je, haikuandikwa katika Ufunuo sura ya nne mstari wa kumi na moja kwamba Mungu aliumba vitu vyote kulingana na mapenzi yake? Watoto wa mbinguni huwepo tu wakati Mama wa mbinguni yupo. Je, si kweli kwamba watoto wa mbinguni tu wanaweza kumwita Mungu baba na mama na kuitana kaka na dada? Kwa hiyo leo tunahitaji kufikiria kuhusu ni akina nani walio watoto wa mbinguni, yaani watoto wa Mungu. Katika uhusiano kati ya watoto na wazazi wao, kuna mambo ambayo wazazi hupitisha kwa watoto wao. Wazazi hupitisha mwili na damu yao kwa watoto wao. Ndivyo ilivyo kiroho. Wale wanaorithi mwili na damu ya Mungu ndio watoto wa Mungu. Mungu aliweka kanuni hii katika ukweli wa Pasaka ya Agano Jipya. Je, Mungu hakurejelea mkate wa Pasaka kama mwili wake na divai ya Pasaka kama damu yake na kufungua njia kwa ajili ya wanadamu kuwa watoto wake? Juji, yeah, Chris, imeandikwa kwamba yeyote anayeamini katika ukweli wa Pasaka na kumpokea Kristo Ahnsahnghong na Mama wa Mbinguni Yerusalemu yeah, mpya ambao wametutangazia Pasaka ya Agano Jipya atakuwa mtoto wa mbinguni, sivyo? Tunaweza kulihakikisha hili kupitia kitabu cha Warumi. Imeandikwa kwamba roho hushuhudia ya kwamba sisi tu watoto wa Mungu. Leo tuthibitishe hili kwa kufungua Warumi sura ya nane, Warumi sura ya nane mstari wa kumi na sita Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi tu. Roho anashuhudia nini? Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi tu watoto wa Mungu. Basi roho alijuaje kwamba sisi tu watoto wa Mungu? Kwa kuwa mwili na damu ya Mungu viko ndani yetu, je, roho hashuhudii kwamba sisi tu watoto wa Mungu? Kwa maneno mengine, kupitia mkate na divai ya Pasaka ya Agano Jipya na imani yetu katika Mungu Baba na Mungu Mama, roho hushuhudia kwamba sisi tu watoto wa Mungu. Tuone mstari wa kumi na saba. Hivyo ikiwa sisi ni watoto, basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo. Naam, Tukifanya nini? Tukiteswa pamoja naye tupate pia kutukuzwa pamoja naye. Biblia inasema kwamba lazima tupitie tabu, lakini mateso hayo si kitu. Mstari wa kumi na nane na, na yahesabu mateso yetu ya wakati huu kuwa, mateso yetu ya wakati huu yakoje? Si kitu kulinganisha na utukufu utakaodhihirishwa kwetu, hayalinganishi kitu. Hayo si kitu hata cha kulinganisha Walakini lakini hebu tufikirie kuhusu njia ambayo baba na mama wametembea. kama ambavyo wametembea njia ya uchungu ya msalaba ili kutengeneza njia laini kwa ajili yetu. Je, hatupaswi kuhimili msalaba mzito zaidi na kufungua njia kwa ajili ya kaka na dada watakaokuja sayuni baada yetu. Kupitia matukio haya yote, roho hupambanua ni akina nani walio watoto wa kweli wa Mungu na kutambua kwamba sisi ndio watoto wa Mungu. Kuna watu bilioni nane katika ulimwengu huu. Je, wote ni watoto wa Mungu? Kuna sifa fulani za watoto wa Mungu wanapaswa kuwa na mwili na damu ya Mungu ndani yao. Zaidi ya hayo, si kuhusu kuwa na mwili na damu yake tu. Kuna agano lililofanywa na Mungu. Hii ndiyo kanuni hasa, yaani sifa hizi zinaturuhusu kumwita baba wa mbinguni Baba, mama wa mbinguni Mama, kaka kaka, na dada dada. Kama tusingekuwa na mama, tusingeweza kamwe kuwa watoto wa Mungu. Ikiwa hakuna mama, ni nini kinachokosekana? Hakuna uzima. Kwa kuwa hatuwezi kuwa na uzima, tunawezaje kumwita Mungu Baba, kaka kaka na dada dada? Kwa hiyo kuja kwa mama hapa duniani ni tukio lenye maana sana kwa wanadamu. Ni jambo lisilopingika kwamba uzima upo tu mahali ambapo mama yuko. Upendo hufurika pale tu alipo mama na amani ipo pale tu alipo mama. Je, Biblia na manabii wanashuhudia kwa njia hii? Ndiyo, wanashuhudia hivyo. Ni pale tu mama atakapokuja duniani ndipo mdogo kuliko wote atakuwa taifa lenye nguvu. Ni pale tu mama ajapo ndipo aliye mdogo atakuwa elfu. Mwanzo unaweza kuwa mdogo, lakini nini kitatokea wakati kuna mama? Utafanikiwa. Fikirieni kuhusu kazi ya wokovu na injili. Kuna unabii kwamba injili yetu itahubiriwa katika Samaria na hadi miisho ya dunia. Walakini ikiwa mama hayupo nasi, injili hii haiwezi kamwe kuhubiriwa hadi miisho ya dunia. Je, hili si lile alilotabiri Yesu takribani miaka elfu mbili iliyopita? Nani atawakusanya watoto wa mbinguni kulingana na maneno yake kwamba kuku hukusanya vifaranga vyake chini ya mabawa yake. Ukweli wa mama wa mbinguni unapoangaza nuru katika Samaria na hadi miisho ya dunia injili inahubiriwa kotekote katika Asia, Afrika, Osiana, Ulaya, Amerika ya Kaskazini, Amerika ya Kusini na hata Korea. Habari njema kwamba mama wa mbinguni amekuja ni fundisho muhimu zaidi katika injili. Kwa kuwa mama yupo, kuna uzima. Kwa kuwa mama yupo, kuna upendo. Kwa kuwa mama yupo, kuna furaha. Hii si ndiyo sababu tunakumbuka nyumbani kwetu? Je, hii si ndiyo sababu tunapenda nyumbani kwetu? Bila shaka baba yuko nyumbani. Baba ni upendo na mama ni upendo. Upendo usioonekana wa kujitoa dhabihu wa Baba yetu wa mbinguni ambaye alichukua dhambi zetu hata kufikia hatua ya kumwaga damu yake msalabani hatuwezi kamwe kusema kwamba ni mdogo. Walakini, Baba alipokuja duniani mara ya pili alituachia maneno haya: Elisha alimfuata Eliya, Yeshua alimfuata Musa, Petro alimfuata Yesu, na yeye anamfuata nani? Mimi ninamfuata mama. Baba aliweka kielelezo cha kumfuata mama kwa watoto ambao hawakujua watembee njia gani ya imani. Mimi nimewawekea kielelezo kwamba imewapasa kutenda kama vile nilivyowatendea ninyi. Je, hakuacha ujumbe huu kwa mwandiko wake? Kabla baba hajapaa mbinguni, aliniita na kusema, msikilize mama. Ukiatii maneno ya mama utapata keki hata ukiwa umelala. Kwa ajili ya umoja ambao mama anatufundisha siku zote, tunahitaji kuwa na moyo gani? Je, hatuhitaji kuwa na moyo wa kupendana? Baba na Mama wanafurahi tunapoandika mafundisho ya Mama mioyoni mwetu na kuwatunza kaka na dada zetu kwa moyo wa Baba na Mama. Kwa kweli wanaishi maisha ya toba. Wanatutazama tukifanya kila juhudi kuwa na umoja hata na waumini ambao hatukubaliani nao. Kila mtu, watoto hutenda kulingana na hisia zao wenyewe. Wakiwa nyumbani, wanakula kile wanachopenda tu na kufanya shughuli wanazofurahia tu. Walakini akina mama huacha kila kitu wanachopenda na kuunga mkono kile ambacho watoto wao hupenda. Sisi watoto wa Sayuni lazima tuwe na moyo huo huo. Kama mama asingekuja duniani kutusamehe dhambi zetu, mama angekuwa anafurahia furaha huko mbinguni. Walakini alikuja hapa duniani katika mwili naye huwatunza watoto wake akiwa na wasiwasi kwamba tunaweza kuanguka kutoka kwenye imani au kushindwa kukua kiroho kwa sababu ya ukosefu wa uelewa wa neno la Mungu, anatumia saa nyingi kuwaombea watoto wake. Magoti yake yamekuwa magumu. Wale wanaotambua upendo wa baba na mama, wakitafakari juu ya mambo haya yote wanapaswa kushiriki jambo fulani na watoto wote wa Sayuni. Mungu alitupa fursa hii ili kuondoa dhambi zetu, ili tuweze kusafishana sisi kwa sisi, kung'arishwa kama vijiwe vizuri na kuzaliwa upya kama watoto wa mbinguni wanaong'aa machoni pake. Je, hili si jambo analotaka kutoka kwetu? Kama vile Mungu ni upendo, Mungu anataka tuzaliwe upya kupitia upendo kama watoto wa Mungu wanaofanana na Baba na Mama kwa kutupilia mbali dhambi zote tulizotenda mbinguni. Leo, siku ya Yerusalemu Mpya inapoadhimishwa, watoto wa Sayuni wanapaswa kutafakari juu ya mazingira yetu. Ni wakati kwetu sisi kutafakari ikiwa tumefanya kila juhudi kuwalinda na kuwatunza kaka na dada zetu na kuwaongoza mbinguni. Zaidi ya hayo, tunapaswa kufikiria kuhusu juhudi za kiasi gani tunafanya kuwapata kaka na dada zetu ambao bado hawamo katika zizi la kondoo. Tunaye Mama wa Mbinguni. Mahali alipo Mama lazima kuwe na upendo. Mahali alipo Mama lazima kuwe na na moyo wa kujitolea na kujitoa lazima pia kuwe na tendo la kutumikia. Mahali alipo mama lazima kuwe na furaha inayositawi kupitia yeye. Je, Sayuni Kanisa la Mungu si mahali hapo? Ili kaka na dada zetu wote waliopotea warudi katika Kanisa la Mungu upesi ni lazima tufanye nini? Kulingana na Isaya sura ya sitini na mbili ni lazima tutekeleze jukumu la walinzi kwa nguvu zaidi na kutangaza utukufu wa Yerusalemu kwa ulimwengu mzima. Ni lazima tufanye nini mchana na usiku? Lazima tusinyamaze bali tuwajulishe watu. Tuangalie Isaya sura sura ya ya sitini mstari mstari wa wa kwanza. Ondoka, angaza, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umezuka juu yako. Tazama, giza litaifunika dunia na giza kuu litayafunika mataifa, lakini Bwana atazuka juu yako na utukufu wake utaonekana juu yako. Mataifa watakuja kwenye nuru yako, na wafalme kwa mwanga wa mapambazuko yako nuru yako katika mstari wa tatu hurejelea nuru ya Yerusalemu. Tuangalie mstari wa nne. Inua macho yako na utazame pande zote, huote wanakusanyika. Na wanafanya nini? Kukujia, wanakusanyika pamoja na kumjia Yerusalemu, Mama wa Mbinguni. Wanawako wanakuja toka mbali, kutoka nchi ya mbali Nao binti zako wanabebwa mikononi. Ili kazi hii itendeke, lazima jambo fulani lifanywe kwanza. Ni lazima tufanye nini na nuru ya Yerusalemu? Hebu tuone kitakachotokea hiyo nuru itakapoangazwa kwa watu wote. Tuone mstari wa nane. Ni nani hawa warukao kama mawingu, kama huwa kuelekea kwenye viota vyao? Wana watakuja toka mbali na binti watabebwa mikononi wakiruka kama mawingu. Tuendelee na mstari wa kumi na mbili. Kwa maana taifa au ufalme ule ambao hautakutumikia utaangamia, utaharibiwa kabisa. Kama ilivyotabiriwa, Mungu atawaangamiza wale wote wanaokataa kuja kwenye nuru ya Yerusalemu ingawa nuru yake imeangazwa. Tuone mstari wa kumi na nne. Wana wa wale walio waliokuonea watakuja wakisujudu mbele yako. Wote wanaokudhara watasujudu kwenye miguu yako nao watakuita mji wa Bwana Sayuni, aliye mtakatifu wa Israeli. Hata waovu ambao wamemtesa na kumzuia Mama wa Mbinguni watakuja wakisujudu mbele zake. Wote wanaomdharau watasujudu kwenye miguu yake nao watamwita mji wa Bwana Sayuni ya aliye mtakatifu wa Israeli. Tuendelee na mstari wa ishirini. Jua lako halitazama tena, nao mwezi wako hautafifia tena. Bwana atakuwa nuru yako milele, nazo siku zako za huzuni zitakoma. Nini kitatokea? Siku zako za huzuni zitakoma Nyakati za huzuni za mama wa mbinguni ambazo zilitabiriwa zinakaribia kufikia mwisho. Mstari wa ishirini na moja, ndipo watu wako wote watakuwa waadilifu nao wa wataimiliki nchi milele, wao ni chipukizi nililolipanda kazi ya mikono yangu, ili kuonyesha utukufu wangu. Aliye mdogo kwenu atakuwa. Nini kitatokea? watakuwa elfu mdogo kuliko wote atakuwa taifa lenye nguvu. Mimi ndimi Bwana, katika wakati wake nitayatimiza haya upesi. Ili hili hili litokee, watoto wote wa Sayuni lazima watangaze utukufu wa mama wa mbinguni Yerusalemu, katika Samaria na hadi miisho ya dunia. Kwa habari ya waumini wote wa Sayuni kote ulimwenguni, je, watoto hawa wamesikia ujumbe juu ya nani? Kwamba wamekuja huku kwa ndege kama vile unabii usemavyo, walisikia ujumbe juu ya mama wa mbinguni Yerusalemu, na sasa wanatubu na kumrudia kila mtu. Kwa kuwa huu ni unabii wa Biblia, lazima tutende kulingana na unabii. Tunaye Mungu Baba yetu, Mungu Mama yetu na kaka na dada zetu. Je, hii si ndiyo sababu Biblia na manabii wanatuita sisi familia ya ufalme wa mbinguni? Hakika sisi ni familia ya mbinguni. Kwa kuwa watu hawajui kwamba Mungu mfalme wa wafalme na bwana wa mabwana ni Baba na Mama yetu Wanaweza kututesa na kutudhihaki, lakini je, hawatajua haya ufalme wa mbinguni utakapokuja? Siku hiyo watajua kila kitu. Hawataweza kuinua vichwa vyao kwa sababu ya aibu, kama ilivyoelezewa katika mfano wa tajiri na Lazaro watakuwa na wivu kiasi gani wanapowaona watu ambao waliwakashifu wakipumzika mikononi mwa Mungu wakati wao wako jehanamu? Huyo tajiri lazima alifikiri Lazaro ni mtu aliyebarikiwa sana. Akiwa duniani, Lazaro hakuweza kula vizuri wala kuvaa vizuri, hali yake ilikuwa mbaya. Walakini katika ulimwengu wa mbinguni, lazima yule tajiri alijisikiaje akimwona Lazaro akiwa ameketi katika kiti cha utukufu ambao ni mkubwa mara elfu zaidi kuliko ule aliokuwa nao. Leo kuna watu bilioni nane katika kijiji hiki cha kimataifa, ila hawajui ya kuwa sisi ni akina nani. Hawatambui jinsi sisi tunaowatumikia Baba na Mama tulivyo wakuu. Walakini siku ile tutakaporudi mbinguni, kulingana na ufunuo sura ya 22, Mungu atatufanya nini? Atatufanya tuwe ukuhani wa kifalme mbinguni, akitujalia utukufu wa milele. Tuangalie mstari mmoja zaidi katika Isaya sura ya 62. Tuangalie Isaya sura ya 62 mstari wa 6. Nimeweka walinzi juu ya kuta zako, ee Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumwita Bwana, msitulie, msimwache apumzike hadi atakapoufanya imara Yerusalemu na kuufanya uwe, atamfanya awe nini? Sifa ya dunia. Ni mapenzi ya nani kwa yeye kusifiwa na ulimwengu? Haya ni mapenzi ya Mungu Baba. Haya pia ni mapenzi ya wanafamilia wetu wote wa mbinguni. Tunapokumbuka nyakati hizo zote za upweke ambazo mama wa mbinguni ameishi akiongoza watoto wake, kwa kweli anastahili kupokea utukufu zaidi. Sisi kama watoto tunapaswa kufuata njia ya mama hadi mwisho. Tuungane sisi kwa sisi kwa kuwapa upendo watoto wote wa Sayuni. Kushikilia chuki au wivu sisi kwa sisi hakuruhusiwi kabisa kwetu kama wenye dhambi. Hebu wazieni kwamba yale tunayofanya duniani yanatangazwa kwenye skrini ya mbinguni mbele ya malaika. Vipi kama tunamchukia mtu fulani? Vipi kama tunaona wivu kwa sababu ya kujiona kuwa duni? Tungeaibika kiasi gani tukijiona tukitenda kwa njia hiyo? Ninatumaini wanafamilia wote wa mbinguni watakuwa wenye upendo wakifanana na baba na mama kwa kuwa Mungu ni upendo. Sasa tunakaribia mwisho wa mwaka. Hebu tutafakari juu ya imani yetu katika mwaka uliopita. Tunabadilika kuwa watoto ambao baba na mama wanaweza kujivunia. Kila mtu anayetuzunguka anapaswa kusema, waumini wa Kanisa la Mungu wako tofauti. Wana sifa nzuri. Mama wa mbinguni ambaye anawaongoza ni mtu wa aina gani? Wanaweza kuwa na udadisi na kutaka kujua zaidi kuhusu mama wa mbinguni. Kwa njia hii je, hatupaswi kuongoza ulimwengu kupitia matendo yetu mema? Siku zote nguvu zisizoonekana za Mungu hutusaidia ili kwamba tusiangukia kwenye njia ya uovu bali siku zote tutembee katika njia ya haki na kuufikia ufalme wa mbinguni. Jushiko, jushinan, jannan, hananime, temune, ndiyo maana ingawa kuna makanisa mengi ulimwenguni kote. Kwa neema tunawasilisha ukweli ambao Baba na Mama wanatamani huku tukinufaisha kila nchi na jamii na kubadilisha ulimwengu wa giza kuwa ulimwengu wa nuru ninaomba kwamba hivi karibuni tutasikia habari za kufurahisha kwamba injili imehubiriwa hadi miisho ya dunia. Nikitumaini kwamba Mama wa Mbinguni aliye pamoja nasi atapokea utukufu, heshima na sifa milele, ningependa kuhitimisha mahubiri ya leo. Asanteni sana.